Na Rais William Ruto amewataka Wakenya kutoa ripoti mara moja kuhusu hospitali ambazo bado zinadai malipo licha ya wagonjwa kuwa wamesajiliwa katika SHA. Akizungumza katika eneo bunge la Kangundo, kaunti Machakos, rais alisema serikali imepokea taarifa kutoka kote nchini kwamba hospitali za umma zinawaagiza wagonjwa kugharamia matibabu, hatua ambayo inahujumu ajenda ya serikali ya kutoa huduma nafuu za afya. Abdi Aziz Hashim na mengi zaidi. Kwa siku ya tatu mfululizo, Kagundo, Mwala na mjini Machakos. Waswahili wanasema hayawi hayawi. Rais William Ruto aliendelea kupigia debe ufanisi ambao serikali imeafikia kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na Machakos, mnasemaje? Hebu nione wala, wanasema ni tut... <laughs> si kila mtu anapimwa na kazi yake. Kama ni mtu ya fitina na ukabila na chuki na mambo ingine, si huyo ni mtu wa kuenda akiendanga. Ni hapa ndipo kiongozi wa taifa aliwahimiza Wakenya kuripoti hospitali za umma zinazowalaghai wanapotafuta huduma za matibabu. Wewe mwananchi ukienda kwa hospitali, umejiandikisha kwa SHA, utibiwe. Mtu akikuuliza pesa, itisha polisi, eh. Piga ripoti kwa polisi ndio hao ah, watu matapeli. Na mtu akiuliza wewe nani alisema hiyo maneno, umwambie rais wa Kenya anaitwa William Ruto aliniambia hiyo maneno. Rais vilevile alitumia fursa hiyo kwa mara nyingine kuwakosoa vikali viongozi wa upinzani wanaojaribu kuwagawanya wa Kenya kwa msingi ya kikabila. So mi nataka niwaambie wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi watu ambao hawana na, unajua ukiwasikiza watakuja hapa, mtawasikia watakuwa tu na maneno tatu, watakuja waseme one time kasongo must go, na ni lazima tuweke infrastructure fund ile ambayo sasa itatuwezesha kupanua barabara za Kenya, tuongeze tuwe na additional 10,000 kilometers of tarmac, tuwe na additional 10,000 megawatts of electricity. Baadhi ya viongozi kutoka eneo la Ukambani wakiongozwa na waziri wa leba Alfred Mutua wamemshutumu kinara wa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka kwa kuwa kikwazo kwa eneo hilo kupokea maendeleo yanayohitajika kwa miaka na mikaka. Kuna watu wametudanganya kwa muda mrefu sisi kwa kutuuzia siasa ya umaskini, ili mi inaita political poverty strategy PPS ya kutuambia tukae ngumu bila kitu ttakula baadaye. Munajua, mwaka wa elfu mbili na saba vile tulipiga kura tukifuata yule tulifuata. Mwaka wa 2013, vile tulipiga kura tukifuata yule tulifuata. Mwaka wa 2017, vile tulipiga kura tukifuata yule tulifuata. Mwaka wa 2022, vile tulipiga kura tukifuata yule tulifuata. Hiyo miaka yote tunaanguka. Sisi sio wajinga, wakati wa kubadilika ni sasa. Wakati sisi tulipata kiongozi mmoja huku katika area yetu ya Ukambani ambaye alikuwa deputy rais, tukasema basi sasa tutasaidika, lakini wapi, ole wetu. Kwenye gatuzi la Machakos, rais alizindua barabara ya Kagundo Mwala na Kivindani Miseleni pamoja na kukabidhi nyumba 175 za bei nafuu kwa wakazi wa kaunti hiyo. Rais William Ruto hapo kesho ataandaa kikao na viongozi kutoka eneo hili katika ikulu ndogo ya Kitui. Abdiaziz Hashim.